Maporomoko ya maji Choma ni kivutio cha utalii kilichopo mtaa wa Chalagula kata ya Mlimani wilaya ya Morogoro manispaa mkoani Morogoro. Ni safari ya takribani kilomita tisa kutoka Morogoro mjini na unatumia muda wa masaa sita hadi saba kwenda na kurudi. Nimeishi na maji tangu utoto wangu, niliona mvua ikinyesha mito ikituna na ardhi ikipata uhai. Maji ni pumzi ya dunia, bila maji maisha hayana maana. imukutunza vyanzo maji za maji katika mazingira tunayoishi, kuhusu mazingira y kutunza, kwa sababu mazingira ni jukumu la kila mwananchi kutunza mazingira, kwa sababu tutapata magonjwa mbalimbali tusipotunza mazingira kama kipindupindu, kuhusu maji, kwa sababu maji ni uhai kwa kila binadamu, tusipokuwa na maji kutatokea na vitu Leo ninasafiri kuelekea vyanzo vya maji kutafuta maana, yake historia yake na thamani yake. Maji sio tu uhai, maji ni baraka, ni utalii, ni ajira. Wageni huja kutoka mbali kuiona miujiza ya maporomoko haya, wanakuja kuona uhai wa maji haya. Lakini je, sisi tunayalinda? Sisi tunapata faida kwa sababu kwanza tunalima, Ndio. Mazao, mazao yanatupa faida, tunapeleka sokoni, watoto wetu wanasoma Ndiyo. na kufanya mambo mengineo Ndio mama. Lakini pia inatusaidia biashara kama unavyoona, hmm. unauza hapa biashara ya nguo, lakini kwa ajili ya manufaa ya matunda ambayo yanatoka yanatokaa, imenisaidia kunipa fursa mimi mwenyewe baadaye kubaki ya kubakia mtaani, inani, inanifanya na mimi niwe na kipato lakini baraka hii iko hatarini. Taka zimeteka mito yetu, ukame unanyemelea, wengi wamechagua kusahau kwamba maji hayana budi kuheshimiwa. Baadhi ya wananchi wamekuwa wakichoma misitu, kitu ambacho kinachangia kiasi kikubwa kuathiri vyanzo vya maji. Na kwenye utunzaji kiasi fulani kwenye mtaa huu tumetunza maheka mengi kwenye chanzo cha maji, yani mpaka huko chini huko tumetunza sana. Kwa hiyo tunaomba kwamba serikali watusapoti na wadau wengine watusapoti, labda wa kutuletea na ni kutuletea misaada yoyote, ili kwa ajili ya utunzaji wa mazingira, kwa sababu mtaa wetu sisi wamebaki watu wachache tu ambao wanaendelea kuelimishwa kwa ajili ya utunzaji, lakini eneo kubwa watu tayari wote wameshaelimika wametunza. Ombi langu kwa Wizara ya Maji ituwekee mfumo rasmi tofauti na mfumo uliopo sasa, ambao unasababisha upotevu wa maji mengi. Nilipoanza safari hii nilifikiri naelekea kwenye uhai, lakini sasa najiuliza, tukiendelea hivi, je, maji yatatusamehe? <tipa> <tipa> <tipa> <tipa> <tipa> Lakini bado tunayo nafasi, tone kwa tone Tukiungana tunaweza kurejesha maji yetu, tunaweza kuyafanya yawe sio tu uhai, bali pia urithi kwa vizazi vijavyo. Safari yangu imefika mwisho, lakini safari ya maji itaendelea ikiwa tutaamua kuilinda, kwa sababu maji ni uhai, ni utalii, maji ni urithi wetu.